Kufa na kuzaliwa upya yani, wakati watu wanaamini unapokufa unaenda kukutana na uzima wa milele huko mbinguni. Kuna watu wanaamini unapozaliwa unaenda kuanzisha maisha mengine kabisa katika dunia hii. Nadharia hii inaitwa reincarnation. Najua unajiuliza, reincarnation ni nini? Ni. Reincarnation ni imani kwamba baada ya mtu kufa, roho yake huzaliwa tena kwenye mwili mwingine. Inaweza kuwa binadamu mwingine au hata mnyama, kulingana na imani za dini au tamaduni. Imani hii ipo kwenye dini nyingi za dunia, hasa Uhindu, Ubudha, watu wa Tibeti na baadhi ya makabila ya Afrika wanaamini imani hii. Kwenye imani hizi wanaamini kuwa maisha ni mzunguko wa kuzaliwa na kufa na kuzaliwa tena. Roho huendelea kuzaliwa tena na tena mpaka ifikie ukamilifu, hali ya utakatifu au amani ya milele. Swali ni je, wanasayansi wanasemaje? watafiti wengi wamejaribu kuchunguza visa vya watoto wanaokumbuka maisha ya zamani. Mmoja wa maarufu anaitwa Dr. Ian Stevenson, mwanasaikolojia wa chuo kikuu cha Virginia huko Marekani. Alichunguza zaidi ya kesi 2500 za watoto waliodai kuwa wamewahi kuishi maisha mengine kabla ya kuzaliwa upya. Katika baadhi ya kesi hizo watoto walijua mambo ambayo hawawezi kuwa wamewahi kuyasikia sehemu yoyote, kama majina, maeneo au jinsi walivyokufa zamani. Visa halisi vilivyowahi kutokea yani, true reincarnation cases. Kisa cha Shanti Devi. Hii ndiyo hadithi maarufu zaidi kuhusu kuzaliwa upya. Shanti Devi, mtoto wa miaka mitatu, alianza kusema kuwa alikuwa mwanamke mwingine aitwa Lugdi Devi aliyeishi mji, mji wa Moradabad alisema jina la mume wake, kazi yake, na jinsi alivyokufa baada ya kujifungua mtoto wake wa kwanza. Uchunguzi ulithibitisha kuwa mwanamke huyo Lugdi kweli aliwahi kuwepo na kufa kama Shanti alivyoeleza. Hadithi hii ilivutia hata viongozi kama Mahatma Gandhi ambaye alitaka ifanywe uchunguzi rasmi. Kisa cha James Lininga: mtoto mdogo aitwaye James alianza kuwa na ndoto mbaya kila usiku, alikuwa akilia akisema, ndege yangu inawaka moto. Wazazi wake walishangaa hakuwahi kuonyeshwa filamu ya vita wala ndege. Baadaye alieleza kwa undani kwamba alikuwa rubani wa kivita aliyeuawa wakati wa vita ya pili ya dunia. Alisema anaitwa James Houston Jr. na aliuawa mwaka 1945 kwenye kisia cha Iwo Jima. Uchunguzi ulithibitisha kuwa rubani huyo ni kweli alikuwepo na alikufa kwa njia ile ile mtoto alioeleza. Kisa cha Sam Taylor uko nchini Uingereza. Mtoto wa miaka minne alianza kumwambia mama yake, nilikuwa na mama mwingine kabla yako, niliishi nyumba yenye milango mitatu na niliitwa Sam. Mama yake alidhani ni mchezo mpaka mtoto akaanza kuelezea ajali ya gari aliyokufa nayo. Baada ya utafiti, waligundua kulikuwa na mtoto mwingine aitwaye Sam aliyeishi eneo hilo miaka kumi na tano kabla na kufa kwenye ajali kama alivyosema. kisa dada wawili wadogo walikufa kwenye ajali ya gari. Miaka miwili baadaye, mama yao alizaa mapacha wawili wa kike. Watoto hao wapya walipofika umri wa miaka mitatu, walianza kumzungumzia maisha ya dada zao waliokufa, wakitaja majina yao, shule walizosoma na hata vitu walivyopenda kuvichezea. Cha kushangaza, walikuwa na alama za kuzaliwa, yani birthmarks, katika sehemu zile zile ambazo dada zao walikuwa wamekufa nazo, yani sehemu ambazo wale waliokufa kutokana na majeraha ya ajali, wale walizaliwa nayo yale majeraha. Kisa cha Omseti wa Misri. Mwanamke wa Kiingereza aitwaye Doroth Edi alidai kwamba alikuwa amezaliwa alidai kwamba alikuwa amezaliwa zamani kama kuhani wa Misri ya kale, anaitwa Bentrishet. Alipokwenda Misri, alianza kutambua majengo ya kale ambayo hakuwahi kuona, na alijua maandiko ya Kimisri ya zamani bila kufundishwa. Alisaidia watafiti kugundua maeneo ya kihistoria kwa usahihi wa kushangaza. Je, reincarnation ni kweli au imani tu? Mpaka leo hakuna ushahidi wa kisayansi kwa moja kwa moja unaothibitisha kuzaliwa upya, lakini pia hakuna anayeweza kueleza kikamilifu kwa nini baadhi ya watoto wanakumbuka maisha ambayo hawakuwahi kuyaishi. Kwa hivyo suala hili linaendelea kubaki kuwa siri kubwa ya maisha, kati ya imani, roho na sayansi. Nitakusimulia kwa mapana zaidi ya hiki kisa cha Shanti Devi wa uko nchini India. Usiache kulike, kusubscribe na kushare katika YouTube yetu. Hii ni the Story Vault kutoka